Mheshimiwa mgeni rasmi, wana Mbeya, tumepata heshima kubwa ya taifa kwa kupata fursa ya kutengeneza kilele cha mbio za Mwenge wa Uhuru. Sasa vijana wa halaiki wanakwenda kutengeneza herufi zitakazosomeka kilele cha mbio za Mwenge wa Uhuru 2025 mkoa wa Mbeya. Leo ile siku tuliokuwa tunaisubiri, siku adhimu ambayo ni kilele cha mbio za mwenge wa uhuru mkoani Mbeya leo imetimia. <coughs> gu ikumbukwe kwamba mwaka huu tuna tukio kubwa la kitaifa ambalo linafanyika tarehe 29 mwezi wa kumi. Hivyo basi, vijana wa halaiki wanatukumbusha kwa kutengeneza umbo la Tanzania. Katikati ya umbo hilo la Tanzania na ramani ya Tanzania kuna kiboksi cha kupigia kura, pembeni ni maneno watayatamka wenyewe kashiriki uchaguzi mkuu Tanzania 2025. Hayo ni maneno wameyatamka vijana, sio mimi. Mwenge wa Uhuru oye! Hayo ni maua ya pambio. Kwa vijana wanakwenda kutengeneza umbo la bwawa kubwa la Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Hili bwawa ni nina... <coughs> bwawa la kufulia umeme, umeme ambao ni mkubwa wa mkakati, vijana watatuonyesha umbo hilo. Hakika hilo ni bwawa kubwa la Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, vijana wanatamka, linaonekana kwa hakika zuri kabisa. Mheshimi wa mgeni rasmi, vijana wa halaiki wanatengeneza nguzo kubwa za umeme, juu kule ni nyaya, watasema wenyewe wametengeneza nini? na Tanzania ina nini? Tuwasikilize wenyewe, mimi sisemi kitu. Mbeya oye! Mambo ni moto katika uwanja wetu. Tanzania, ina Tanzania, ina hakika Tanzania yetu inang'ara kuanzia mjini hadi